Kwingineko, viongozi wa kisiasa na wale wa kidini wamemlaumu waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kwa kuzembea kazini kwa kushindwa kuhakikisha usalama maeneo ya Kerio Valley. Kwenye ibada ya wafu kwa marehemu Padre wa kanisa Katoliki Alois Cheruiyot aliyeuawa majuma kadhaa aliyopita, viongozi hao wamesema Murkomen ameshindwa na majukumu yake. ni ibada ya wafu kwa padri wa kanisa la Katoliki Alois Cheruiyot Bet aliyeuawa katika eneo la Elgeyo Marakwet katikati ya mwezi jana. Hapa swala la usalama lilishamiri, viongozi wakimrushia makombora waziri wa usalama Kipchumba Murkomen.

Wasiwasi uh, wasi wa usalama wa wakazi wa Kerio Valley ukiibua wasiwasi, waliohudhuria wakimtaka waziri Murkomen kuwajibika. CCTV ya Alois kule ilizimwa. CCTV ya ule mbunge wa Lenino kula ukono, watu walishikwa kwa siku ngapi? siku mbili. CCTV ya Alois kule, ni wale jamii wenye walifanyiwa ibada zaidi ya watu ishirini na umbali ambayo aliwawa ni karibu mita 20 mita kumi, haijapita dakika kumi kutoka kwa misa na nakukua porini, alikuwa katikati ya majamii zetu. Kwa hivyo tunajua kati ya hata wakristo wetu labda kuna baadhi ya wale walijua ama waliona. The way things are we will request the president To reassign uh, the CS, uh, Murkomen to other duties, or even become ambassador of Kenya, somewhere in Gaza, maybe or Pakistan or any other country, so that uh, or he can go to Tanzania to try and bring us good relationship with Tanzania. Familia ya marehemu Padre Alois ikisema imewasamehe waliohusika na mauaji yake. Sisi kwa jamii tumetoa msamaha kwa hao wote. Padre Allois anatarajiwa kuzikwa hapo kesho. Wito sasa ni kwa asasi za usalama na serikali kuhakisha kwamba wanafanya uchunguzi wa haraka na kuwatia mbaroni wale ambao walitekeleza mauaji ya padri huyu hata kama familia imesema imewasamehe. John Wanyama, Runinga ya Citizen.